Na mtazamaji wa Trend TV bwana leo niko hapo kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na watu wengi sana wamesikitishwa na tukio ambalo limetokea baada ya mahusiano ya Zailisa na Haji Manara kui kufikia ukingoni. Yaani baada ya hawa wawili kuachana, watu wengi sana hawajapendezwa na kitu ambacho kimetokea. Na moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana katika enzi za mahusiano yao, moja kati ya vitu ambavyo vilimeke headline ni kitu cha Zailisa na Haji Manara eh, kutungiwa mpaka nyimbo yani, kumbe inasemekana kwamba inspiration ambayo ilipelekea Nandi kutoa wimbo wa da ambao alishirikiana na Alikiba. Ilikuwa ni mapenzi ya Zailisa na Haji Manara. Na siku hiyo bwana, hata studio walikuwa watu wengi sana wana vibe pamoja akiwemo ngoma ya da ya Nandy ilikuwa ni Zailisa na Manara mapenzi yao, lakini ndo hivyo tena e. Cha ajabu ni kwamba sasa hivi hapa tunavyozungumza ni kwamba kila mtu ameshachukua hamsini zake. Zailisa na Manara si wapenzi tena, wala si mke na mke, sio mke na mume tena e, kila mtu ameamua aendelee na mishe zake. Sasa katika mitandao ya kijamii kuna peji zimekuja kuripoti na kukumbushia kuhusiana na hicho kitu ambapo hapa kuna peji ameandika kwamba mwanamitindo na mke wa Haji Manara Zailisa amezidi kuweka wazi mitandaoni hasa kwenye ukurasa wake wa Instagram mambo aliyoyapitia kwenye ndoa yake yeye na mumewe, ila pia vile vile alienda mbali mpaka kutoa malalamiko ya kudai talaka kwa muda mrefu, lakini mpaka sasa hivi hajafani, hajafanikiwa kupewa, na pia vile vile tuhuma alizotoa Zailisa katika mitandao ya kijamii pia n kusingiziwa eh, kuishi na watoto wa Manara vibaya kwa kuwanyanyasa, maana ni kitu ambacho anadai kwamba hajawahi kukifanya, zaidi alikuwa anaonyesha mapenzi kwa watoto hao mpaka hadharani. Umeona bwana eh, lakini pia vile vile hapa kuna peji imekuja kuripoti kuhusiana na ishu ya wimbo sasa huo wa, wa Nandi ambapo wameandika bwana, kumbe na wimbo eh, unaambiwa kwamba bwana mbona, okay kwamba Kumbe hata huu wimbo kwa mujibu wa Doto Magari unaambiwa kwamba huu wimbo bwana ulitengenezwa kwa ajili ya mapenzi yao, lakini inasikitisha leo hii kuona kwamba wawili hawa hawako pamoja tena. So ii ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section eh. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.